Taihsusi mchungaji Kimutai Chesosi wetu ni pale panaitwa Kamneru. Kamneru iko kaunti ya Vimbonga, lakini kwangu penye ninaishi ni pale panaitwa Baraton Ramizori. Asante sana mchungaji Ndani Dania Mfuko kwa kunialika na kwa kunikaribisha vyema, pamoja na mchungaji Festus na mchungaji Jacob na walimu, Bele, na walimu wa kanisa ambao wako hapo mbele na hata sehemu ile nyingine, na kwa mama wachungaji ambao wako hapa. Na kwani Mungu wa amani awabariki. Unaweza yeah, sikia mahubiri yako, niko na mahubiri 1000 tafsiri iko yote kwa YouTube. Enda kwa YouTube tafuta Ven Dr Kimutai Chesosi. Okay, subscribe na useme ni wa Holy Trinity Sikata, nitajua Mungu wa